Mapema asubuhi ya leo waumini wakimiminika katika viwanja vya Bombadia kutekeleza sunna ya ibada ya Eid el hajji kimkoa. Ikiwa kiongozi ni kioo cha jamii, viongozi wanapaza sauti zao kukemea watumishi wa dini wanaotumia nafasi zao kushawishi wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba mwaka huu. Tumesikia wanaharakati wanaingia kwenye majumba ya Uislamu, maimamu wanaharamisha uchaguzi. Ni waombe Waislamu, nchi hii ni ya kwetu, tutafute viongozi waliye vizuri. Sisi wenyewe ni waombe sana Waislamu, tusidanganywe sala la kura, usidanganywe kupitia idi hii. Twendeni, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tukapige kura Tuchague kiongozi tunayemwona huyu atatufaa, basi tutakuwa tumefanya jambo jema sana. Nataka niwahakikishie kuwa serikali imejipanga kutimiza wajibu huu ambao nyie wananchi mmetukabidhi sisi viongozi, wajibu wa kuhakikisha kwamba tunailinda nchi hii na sisi tumejipanga kuilinda nchi hii kwa namna yoyote iwavyo. Tutahakikisha usalama kila raia uhuru wake haki zake zinalindwa. Wenyewe wanasema wapo tayari kutekeleza haki hiyo ya msingi wa kiinadi amani. Ni kweli wale maimamu sio waadilifu, kwa sababu wanajaribu soro wingi ili wajibague, na wakati sisi tunatakiwa e, katika nchi yetu ya Tanzania ambao nchi yetu ni amani, basi tuendeleze ushirikiano na, na mshikamano wana daima. Wananchi wa hasa wakina mama, kina baba, vijana, tumejiandaa vyema kwa ajili ya uchaguzi wetu, uchaguzi mkuu wa rais na wabunge na madiwani. Tupo tumejiandaa, tuko tayari, tunaelekea kwenye uchaguzi, basi tuchague viongozi ambao wanaweza kuleta mafanikio ndani ya Uislamu na wanaweza kuleta mafanikio ndani ya nchi yetu, kwa sababu unaweza kumchagua kiongozi leo na kesho umuoni ndani ya jimbo, umuoni ndani ya nchi yetu, anakuwa na zurula zurula mitaani. Swala ya Eid El Hajji kimkoa imeswaliwa katika uwanja wa Bombadia na kuhudhuriwa na mamia ya wakazi wa mkoa huu.